Nilipofika hapa nilipoteuliwa, nilienda, mheshimiwa naibu waziri mkuu, kwenye kumbukizi ya miaka arobaini ya mzee wetu Edward Moringe Sokoine, kwa taarifa nilizokuwa nazo nilimwomba Daktari Samia Suluhu Hassan barabara. Lakini pia tulipata nafasi ya kusherekea Mei Mosi, tukakutana na makamu wa rais Daktari Filipo Mpango, tulimwomba barabara. Lakini pia mheshimiwa waziri mkuu alipokuja kwenye mikutano mbalimbali, tuliteta naye juu ya barabara lakini waziri wetu mtu bingwa mahiri kabisa, Mohamed Mchengerwa alipokuja kwenye mkoa wetu kufanya ziara tulimuomba barabara. Barabara tuliamua iwe ni ajenda ya kuanzia, kiongozi wa serikali ya mtaa mpaka kiongozi wa mkoa, na kazi imefanyika. Leo mbele yako nina furaha kubwa, mheshimiwa naibu waziri mkuu, kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kuifungua Arusha kwa kutupatia kilometa sabini za lami mpya ili wananchi watembee kwenye lami. Tunaenda kujenga bypass nyingine ambayo itawezesha wananchi wa mkoa wa Arusha kuishi maisha ya Ulaya kwa sababu hata wageni wao wanatoka kwenye mabara yaliyopiga hatua. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, hapa tulipo tuna barabara yenye urefu wa kilometa tisa point moja inayotoka Kilombero inakwenda moja kwa moja mpaka pale ya poti Kisongo lakini ikiwa na connect na barabara yetu ya kwenda kwenye chuo chetu maarufu kabisa ambacho kinafanya kazi nzuri. Barabara hiyo iko kwenye usanifu na inakwenda kujengwa kwa njia nne kwa kisha kwamba wananchi wa mkoa wa Arusha wanakula maisha mazuri. Lakini kutoka Longido unaenda mpaka si ya kilomita hamsini na tatu iniko kwenye usanifu kwa ajili ya kujenga barabara nyingine ya lami ili watalii wanaotoka Arusha, wanaopita kwenye maeneo mengine wakiungana na wale wa Nairobi kutoka Kenya, waweze kwenda kuangalia mlima Kilimanjaro bila kupita katikati ya barabara yetu, ikiwa ni kazi nzuri njema inayofanywa na Daktari Samia. Kutoka Tengeru kwenda mpaka Usa ni kilomita 11.3. Kutoka pale kwenda mpaka KIA ni kilomita karibia 26. Barabara hiyo na yenyewe msanifu yuko kazini, inafanya kazi nzuri, inakwenda kujengwa na yenyewe kwa njia nne, kuhakikisha kwamba Kilimanjaro na Arusha na Nairobi vinaungana. Hiyo ndio kazi ya Daktari Samia aliyotutuma kusimamia.